Mambos. All right. Kama mnavyofahamu wadau wangu ambao mnanifatilia, kazi yangu kubwa ni kuwasaidia wanawake waweze kutoka kwenye umaskini, watoke kwenye ukandamizaji wa mila na desturi kandamizi dhidi ya wanawake, mila zinazowakandamiza, zinazowanyonya, zinazowarudisha nyuma, zinazowafanya washindwe kuishi vile wanavyopenda, eh, yale mambo ya mavikwazo, vikwazo, eh, wanawake, wanawake sijui e, kaeni huko, sijui wewe ni mwanamke unatakiwa ufanye hivi, hii ni shughuli ya mwanamke, no ya yeah, hizo hizo hizo, hizo kuwekwa kwenye maboksi mm. Lakini pia umaskini, ile mambo ya kutegemea kwamba hapo ulipo mwanaume ndio atakuja kukukomboa au huko kanisani unalia Mungu aje akuokoe wakati Yesu alishakufa kwa ajili yetu na alishafufuka na alishatupa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye anapaswa anatuongoza kila siku. Kama utamsikiliza anakuongoza, anakuambia fanya hiki hiki usifanye, fanya hiki hiki usifanye, lakini kwa sababu wewe unasikiliza sauti za nje, unasikiliza wanadamu wanachokisema, ndio maana unashindwa kufokas. Na msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu uko ndani yako, ukifanya dhambi anakuambia hiyo ni dhambi, ukifanya jambo jema anakuambia hiyo ni sawa. Huyo ni Roho wa Mungu iko ndani yako, lakini kwa sababu hujampa sikio lako, huwezi kumsikia, na matokeo yake unabaki uko distracted ya unabaki unafocus, wanasema hiki mi sijui ni mwanamke sijui nini, kazi yangu ni kupika sijui nikiolewa nini sijui nitafute bwana anioe sijui nini, lakini ndani yako unajisikia kabisa we ni mtu mkuu, ni mtu ambaye Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake, una, unajiona kabisa we ni mjasiriamali, unajiona nifanyabiashara, unajiona superwoman, unajiona aidha kiongozi fulani, unajiona unajiona unajiona. But, umekubali kusikiliza jamii ikikwambia, unajua nini, mwanamke lazima umsikilize mme wako. Na mme wako mwenyewe ulioenda kumtafuta ni mwanaume asiyejitambua, asiyejielewa, anakwambia kaa nyumbani, kaa nyumbani upike na kufua, hiyo ndio shughuli yako. Wanawake wangapi leo wame, wameachishwa eh, kufanya biashara zao, ndo, ndoto zao zimefia kwenye mahusiano. Yani walivyokutana tu na hao wanaume ndio ndoto zikafia hapo, wanawake wangapi. Hayo yote tunayafahamu. Sasa kazi yangu mimi ni kuwatoa huko na kuwaweka kwenye mwanga. Eh, kama Yesu Kristo alivyokuja akasema yeye ni nuru ya ulimwengu, basi mimi kazi yangu ni kuazima yale maneno ya Yesu Kristo ambayo ametuachia ame, ame katika huu ufalme wa Mungu eh, ambao tumeambiwa kwamba ufalme wa Mungu umefanyaje, umeupo. Eh, yeye ametuletea ufalme mpya, ametuletea utawala mpya ambao kama tutaufuata, hakika hatutateseka. Nasema mtakuwa huru, tukiujua ufalme wa Mungu ambao alituletea Anasema kwamba tutawekwa huru na tutakuwa huru kweli kweli. Ukiona mi nina uhuru, ukiona mi niko huru, ujue basi niko ni ndani ya utawala mwingine, niko ndani ya ufalme wa Mungu ambao kiufahamu unakufungua kwenye hizo mila kandamizi okay. Kwa hayo na mengine mengi kama unavyoona nimeandika, nime eh, kitabu ambacho kinaitwa Kutoka Dada wa Kazi Mpaka CEO. Humo ndani haya yote ninayoyaongea yako humo, na kama wewe una kizazi ya una mtoto unataka umfundishe, najua kuna wanawake wengi bado hawana maarifa mengi sana ya vitu gani vya kurithisha watoto wao, elimu gani sahihi za kuwapa watoto wao, na pengine unaweza ukanisikiliza ukaona kweli e, yani, kwa sababu hivyo vitu wewe huna. Mi nimejifunza na miaka arobaini na nne nimepambana kwenye hii sekta ya kujua kwa nini wanawake wengi wanateseka. Kwa hiyo mimi ninaweza nikawa na knowledge na maarifa makubwa zaidi ya kuweza kuwasaidia watoto wako, we, we mwenyewe, watoto wako, namna ya wao sasa kuweza kushepu maisha yao katika mfumo sahihi, katika njia sahihi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaweza wanaweza ukatafuta hichi uh, kitabu changu ambacho mimi naita ni kozi. Najua tunawapeleka watoto shule ili wakawekewe vitu Programming. hii ni kompyuta ambayo Mungu ametupa binadamu wote. Watu ambao wako mbele, watu ambao wamefika mbali au watu ambao wako chini wako maskini, huko ni kwa sababu ya program ambazo wameingiza huku. Sasa kama utapenda kuingiza hii program ambayo nimeiandaa inaitwa Kutoka Dada wa Kazi Mpaka CEO, huko kuna mambo mengi mazuri ambayo yatakusaidia E, yatakujenga, yatakuongoza kwa sababu mabadiliko yote yanakuja na awareness. Kwa hiyo kupitia hii kozi yangu utapata awareness kubwa sana ya namna ya kwenda kwenye haya maisha ili uweze kufanikiwa. Ya uh, mwingine atasema oh, kufanikiwa nini? Mbona sijaona? Ni labda una magorofa una marenji una nini? Bado nikirudi kwenye ufalme wa Mungu, tuma utafute kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine yote utazidishiwa. Na ukiwa na yule Roho wa Mungu Um, utajisikia kila hatua utakayokuwa utajisikia umefanikiwa, na hautahitaji kitu kingine kiku, kikupe wewe thamani. Mimi sihitaji renji ili niwe na thamani, sihitaji ghorofa niwe na thamani, ila silali njaa kabisa, na hiyo ni hatua nzuri kabisa na ni kitu kikubwa sana katika maisha yangu, silali njaa. Kwa hiyo sihitaji chochote ambacho kitakuja kwenye maisha yangu ili mimi nionekane wa thamani, alimradi nina roho Mungu ndani yangu. Hivyo vingine kama neno linavyosema tutazidishiwa, kwa hiyo kwa wakati sahihi, kwa wakati wa Mungu nitazidishiwa, alimradi niko katika hatua za kufanya wajibu wangu. Wajibu wangu ni upi? Au wajibu wako ni upi? Ni kuhakikisha unafanya yale ambayo, uh, ni mapenzi ya Mungu, kama kazi ninayoifanya kuelimisha ni moja, ni area ambayo ndio kazi yangu, ndio kusudi langu. Mwingine anafanya kazi, biashara yeah, mbalimbali, chochote ambacho umekusudia kukifanya. So, wakati unafanya kwa stage uliopo, mwingine ndio yuko anaanza, it is very fine. mwingine ndio yuko katikati, mwingine labda ndio yuko kileleni. Kwa hiyo ni, ni sawa sawa. Natoleaga mfano wa mkulima eh. Mkulima, mli, mkulima anapoanza, huwezi kuanza kulima, huwezi kusema Eh, yani unataka umuone na mazao wakati mtu yuko analima. Hakuna hicho kitu. Kwa hiyo ukijua hivyo, huhitaji kusubiria mpaka utakapokuwa na mazao ndio ujione umefanikiwa. Alimradi uko katika hatua sahihi, utakuwa una furaha, una amani ya katika roho Mtakatifu, na ndivyo tunavyoambiwa, ufalme wa Mungu ni kuwa na kufanya yale ya haki na kuwa na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukijua hayo yote, ndio maana kasema ukijua kweli kweli ambayo iko ndani ya mfumo wa Mungu, wa ufalme wa Mungu, hautatetereka. Yani huhitaji kuwa na renji ndio uonyeshe kwamba mimi ndo nimefanikiwa kwa? no, no, no, no. kila mtu yuko kwenye steji yake, alimradi kila mtu anajitambua. Uh, kama unajitambua na kama umepata maarifa sahihi uh, na wewe kama una, una, uh, nimekupa mfano kama ni mkulima, uko katika steji ndio unaandaa shamba, be proud, be happy katika hiyo steji, kwa sababu unajua wakati wa mavuno ni wakati gani. So mimi katika uh, harakati zangu kuna steji nipo, and I'm so grateful kwamba Mungu alikonitoa na mahali nilipo naelekea kule kwenye mavuno. So I'm, I'm successful, very successful. Na ndio maana hawa watoto wetu ambao sasa hivi wanasoma wanaangaika sana, wanataka hizo renji, yaani watoto wako katika hatua za kilimo, ndio anaandaa shamba. Chukulia mtoto ambaye yuko chuo, yuko shule, anataka kila kitu. Kwa nini asitumiwe vibaya? Kwa nini asitumie njia ambazo sio sawa? Lakini je, huyu mtoto umemfundisha? Ana noleji ya kutosha kwamba mwanangu, uko katika hatua hii hapa, ni hatua ya kuwa na subira, uandae shamba mwanangu uje upande mbegu mwanangu, uje upalilie uweke mbolea, mpaka uje uvune. Hapa tunaongelea watu ambao wameshamaliza shule, wameingia mtaani, wameanza kufanya kazi biashara na nini, wana experience ya 10 to 15 years maybe kwenye kazi, naao tukimuona amejenga, ana maghorofa ana nini, you know ni wakati wake wa kuvuna, yuko kwenye kipindi msimu wa mavuno. Sasa je, tuna hiyo hayo maarifa? Kwanza tunayo? na kama tunayo, tumewarithisha watoto wetu? Tunawafundisha watoto wetu? Na ndio maana kwenye kozi hii I wish I wish kwamba nipate uh, yaani, watu hawa wenye taasisi za elimu, hawa watu ambao wanaendesha taasisi za elimu pamoja na elimu nzuri wanazowapa watoto nzuri mm, <laughs> wanarudi mtaani, wanasema hamna ajira, lakini wawalete watu wenye life experience. Kama mimi nikija pale niwanyooshe watoto, niwaambie wako kwenye steji gani. Pale watoto wako shule ndio wako kwenye kuandaa shamba, wasihangaike na vitu vingine wanavyoviona wanatamani vio kwenye maisha yao hakuna ubaya kutamani, ndio maana wako shule, lakini kutaka kwamba nao wavimiliki, yani wakati ule ule unalima, wakati huo unataka umiliki mazao, lazima uwe malaya, lazima uwe shoga, lazima ufanye vitu vibaya, lazima ufanye vitu vya hovyo hovyo. So anyway, nafikiri kila siku unaona niki share hichi, uh, kitabu changu ambacho kimeandikwa, nimekipa title ya Kutoka Dada wa Kazi Mpaka CEO. Ni madini mengi sana yako ndani yake, my 44 experience ya maisha, mambo mengi ambayo nimejifunza So unaweza kusevu pesa na muda kama utaipata hii kozi ukaisoma, yaani utasevu pesa nyingi sana na utasevu muda mwingi sana na ndio maana naiuza laki moja tu only, laki moja imagine, ni my 44 years miaka yangu arobaini na nne nakupa kwa laki moja tu, so it's nothing.